Naam, mtazamaji bwana, leo tuko hapa kwa ajili ya kuletea updates ambazo zimeibuka huko mtandaoni baada ya Harmonize Konde Boy kunyoa upara. Maana bwana ni vitu ambavyo vimetokea kutrend kweli kweli, e, wengine wakiwa wanamsema Harmonize kwamba bwana ni mtu wa kukopi, hata hii code ya kunyoa nayo pia ni kama vile amekopi kwa namna moja au nyingine lakini pia kuna wengine wamesapoti kuonyesha kwamba jamaa yuko na confidence, anajiamini, na ana uthubutu wa kufanya chochote kile ambacho anachojisikia bila kuangalia watu watazungumza nini. hiyo bwana, kwa mujibu wa wadau mbalimbali, kila mtu amekuja na point yake, lakini kikubwa zaidi kwa upande wake yeye mwenyewe pia Harmonize aliamua kujitetea sababu ya hiki ambacho amekifanya eh, sababu ya yeye kunyoa upara. Umeona bwana, eh, Harmonize mwenyewe bwana kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story, alikuwa na show yake kule Kenya, nadhani kila mtu atakuwa anafahamu. Kwa hiyo wakati anaelekea katika ile show ndo alinyoa upara, lakini pia watu wengine huko mtandaoni bwana wanadai kwamba kuna wadau bwana, wanadai kwamba Harmonize bwana amenyoa upara kwa sababu alikuwa anataka kuongeza tatuu nyingine kichwani kwake, which of course amefanya hivyo, maana ukiangalia sasa hivi Harmonize bwana ana tatuu takribani nne mpya ambazo mbili amezichora kichwani na moja ameichora nyuma huku. Na ile tatuu kuchora nyuma kwenye kichogo chake kule, bwana haikuwa rahisi, ilikuwa lazima anyoe nywele. Na wengine wanasema kwamba hiyo ndio ilikuwa sababu ya Harmonize kunyoa nywele, alikuwa anataka aongeze tatuu kichwani na ndio amefanya hivyo. Lakini wengine bwana wamefanya, wanadai kwamba amefanya hivyo kwa, kwa sababu alikuwa na show kule Kenya, na hata yeye mwenyewe pia hapa kupitia ukurasa wake wa Instagram aliandika kwamba if you don't know why nimenyoa kipara I did this for baba mm. Mm -hmm. mm. Harmonize anasema kwamba I did this for baba, respect for baba Raila Odinga RIP. Sikutaka kusema bahati kwa kuwa mmekipenda, I'm keeping it joe Lakini huko mitandaoni bwana, wadau wamekuwa wakimfananisha na Asake, wengine wakiwa wanasema kwamba bwana Harmonize bwana amenyoa upara kwa sababu Asake naye pia amefanya hivyo. Kwa hiyo moja kwa moja, bwana ni kama vile tu ameamua kupita na hiyo wave, au ameamua kukopi and kupaste hiyo style ya upara ambayo Asake eh, wiki chache wiki, siku kadhaa zilizopita, kabla ya Harmonize kunyoa, Asake naye pia alinyoa kipara. Kwa hiyo bwana wadau mbalimbali bwana wamekuja kuzungumza na mengi sana yameibuka kuhusiana na staili hiyo ya upara ya Harmonize. Kwa mfano hapa kuna mdau amesema kwamba, hivi hatuwezi pita njia zetu? Wengine watafute mbona mbona, tuna, eh, mbona tunatubu sana. Call me Konde Boy number one. Eh, una <laughs> Unalibebaje taifa la Tanzania na kuiga mifumo ya wengine? It's okay, vitu vingi sana havina mwenyewe, hata kipara pia kilikuwepo. But hizi trends eh, ni kwamba hutengenezwa na watu. Why don't we set our own? Akaendelea hapa huyu mdao kusema kwamba, bwana kwenye moja kati ya speech pendwa zaidi eh, ya, ya Tarun Pal Researcher eh, kutoka India alisema kwamba alisema alisema kwamba hii kitu yenye mantiki kubwa sana hasa kwa wale wanaohitaji ukubwa, uongozi wa jambo fulani: usiwe mtu wa kufuata mkumbo kwenye maamuzi ama mifumo fulani, anza wewe kufanya na wengine wafuate. akawa ameandika kwamba don't follow the trends create the trends and let them flow. Legacy na appreciation huachwa kwa ku, eh, kwa kumbukumbu, kuanzisha vitu vipya na wala sio kuiga vya wengine ikikupendeza credibility. Mliwahi kuwaza, mliwahi, mliwahi mliwahi kuwaza wanatuonaje? Eh, watu wa mataifa ya wenzetu ambao pia ni, kom, ni kompetita kwenye sanaa. Unadhani labda kwamba Asake anatuweka kwenye eneo gani? Eh, kwa kuona A-list celebrity wetu wa taifa la Tanzania kutwa kuchwa, eh, wanatumia staili zake za fashion ama namna ya kuimba. Je, yeah, kwa mwenendo huu tunastahili kweli kutoka mbele kujigamba kuwa sisi ni watu wabaya e, kuliko wao. Hakuna hakuna kitu kipya duniani. E, basi kwa sehemu ya kurejesha upya wa vitu vilivyopita nimesema kwamba pale juu kipara kipo tokea enzi na enzi lakini it's true kwamba Asaki ameseti ame, ame upya hiyo trending ya kipara, ni yake for the time being, na ndio maana on social media eh, wakati huu kila mtu anamuita Konde Boy, as, anamuita Konde Boy asakwe, yani kama vile eh, asake <laughs> eh, mwingine hakuna wa kuelewa hata aseme kipara kili eh, kilikuwa maalum kwa ajili ya Raila Odinga ama Dick Nob. Lakini still kwa sasa ni kwamba staili hiyo ameifanya asake, na yeye amepita umo. Utani unaendelea dhidi yake sio tena wa sifa bali ni wa kumdhi yake, sio sawa eh, ukiwa kama msanii tena A list kwenye taifa eh, kwa nini tuigeige? Akaendelea hapa huyu jamaa kuandika kwamba amunaizi hapa, bwana, kiukweli ametuangusha. Tuwe wabunifu, tuache wengine waige kwetu, sisi sio sisi tuige kwao. E, kwa kosa hili mm, nyota moja naivua kwa mzee Jeshi. E, narejesha atakapojirekebisha. lakini pia wadau wengine huko wamekuwa wakimfananisha Konde Boy na jamaa mwingine ambaye anafahamika kwa jina la Solo. Nadhani utakuwa unafahamu movie ile ya miaka ya 2004 huko, inaitwa Solo. Kwa hiyo hapa kuna watu bwana wamekuwa wakimfananisha Harmonize na Solo. Ya, lakini ukiachana na hilo pia vile vile vitu vingine ambavyo vimetokea, ukiachana na swala so zima la Harmonize kufananishwa na na Wasake, e, Rayvan naye pia bwana amekuja kutia neno hapa kuhusiana na hii issue. Kuna mtu hapa amesema kwamba bwana musician from Tanzania e, okay <laughs> Ya, Rayvan pia amekuwa ni mmoja kati ya watu ambao wamefurahishwa sana au amechekeshwa na kipara ambacho Harmonize ameamua kukinyoa meona bwana, eh, hiyo ni inshu nyingine pia ambayo ime make headline huko mtandaoni. Lakini pia vile vile ni kwamba hata Mr Pimbi naye pia amekuwa kila kukicha bwana amekuwa akiposti vibonzo kuhusiana na sakata zima hilo la Harmonize kunyoa upara. So it is what it is. Ukiwa kama mdau bwana, na wewe pia toke maoni yako katika comment section, maana watu wamekuwa wakimsema Harmonize, lakini pia vile vile hata mapozi yake ya picha pia wamekuwa wakisema kwamba ame ameyakopi au anaonekana kuyakopi kwa msanii mwingine ambaye anafahamika kwa jina la Kwavo kutoka huko Marekani. So it is what it is. Ukiwa kama mdau na wewe pia weka maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.